Ni kama vile mambo yamerudi nyuma tena. Ikumbuka hapo nyuma mchungaji Daudi Mashimo ambaye ni mchungaji anezunguka mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kuhubiri injili, hapo nyuma aliweza kumponda mtumishi wa Mungu Goodluck Gozbert, mwimbaji wa nyimbo za injili, na hii ni baada ya Goodluck Gozbert kuchoma gari ambalo aliweza kupewa na Joe Davi, ambapo baada ya kuchoma gari hilo aliweza kujitokeza mchungaji huyu Daudi Mashimo na kuanza kumuita mtumishi huyu Goodluck Gozbert kwamba ni kenge kama makenge wengine. Hili linishangaza kidogo, na klip yake nimekuwekea hapa hapa, utasikiliza baada ya maneno haya. Kwa hiyo hili jambo lilinichukua muda mpaka kuja kuamini, huyu kweli ni mchungaji ama ni mtumishi wa Mungu? Mbona anatoa maneno magumu kiasi hichi? Sijajua kama wachungaji wakati mwingine wanaruhusiwa kuongea vitu kama hivi, lakini kikubwa ambacho kinaendelea kupitia mitandao ya kijamii ni kwamba baada ya hayo yote kutokea, hivi juzi, tumepata taarifa kwamba mchungaji huyu Daudi Mashimo mahakama imeweza kumhukumu kifungo cha miaka miwili jela, na hii ni baada ya kuvamia ardhi na kufanya uharibifu wa mali. Sasa mchungaji mwenyewe Daudi Mashimo, nilikuwa napitia ukrasa wake wa Instagram. Nafikiri aliweza kuposti hapa posti kabla ya kwenda jela, aliweza kuandika kama ifuatavyo. Ngoja nikusomee. Namshukuru sana Mungu, leo nimehukumiwa kwenda jela miaka miwili kwa sababu ya haki mbele ya mheshimiwa Ramadhani Rwengamalila, mahakama ya wilaya ya Kinondoni, leo tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka 2025. Ikumbukwe hata wakati kesi inaanza nilitimiza masharti yote ya dhamana, lakini nilipelekwa Segerea. Ukweli maskini hana haki kwenye hizi mahakama zetu za, za nchini. Pamoja na yote mwambieni askofu Gwajima naenda jela ila hata kuwa rais wa Tanzania mwaka elfumbili na ishirini na tano, rais atabakia kuwa Samia Suluhu Hasani. Nimehukumiwa kwenda jela miaka miwili na kulipa shilingi milioni tano. Kipekee namshukuru Mungu sana, Mtume Mwamposa amenitia moyo sana toka mwanzo wa kesi, na big Clear Malisa na kadhalika, jo devi maarifa, jo devi royo, mkuu sekela tondolo, jo devi tv hiyo ndo posti ambayo ameposti siku mbili nyuma. Hii ni baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka miwili jela na hakimu Ramadhani Renga Malila. Gozbert ipm ipm, na kwagiza omba msamaha nabii mkuu. Na wewe Gozbert, nenda muombe msamaha nabii mkuu. Tofauti na hapo brother, utaamka na mimi, utakasha na mimi mpaka nitaweka wazi walioko nyuma yako wanaokutuma ili kumdhalilisha nabii mkuu. Na bahati na mbaya, nabii mkuu hamwezi kumdhalilisha. Walikuwa watu wapumbavu, waisoma fahamu zao. Eti bana, nabii mkuu ngo ngo ngo ngo ngo, si tunatanua. E, bangalia ni soft, nimekuwa na face soft kwa sababu ya matamko ya nabii mkuu. Nilikuwa na, na baa boxer ambao zimetengetanika

ataamua kumvunjia heshima nabii mkuu? Yeyote ambaye amejipanga kumchapa heshima nabii mkuu, wewe ni kenge, wewe ni nyumbu, nitakula nao sana moja. Acha pumbavu! Nabii mkuu ametuokoa, ametusaidia, ametubariki. Who are you by the way? Tarehe saba mwezi wa 11, 2024

Ah sasa Baba. Yani ulikuwa unaongea kwa ukali kweli unadai milioni sita. Baba. Ah, basi, tuache. Wewe, salimia tu eh. <laughs> <Mama shamo. laughs> bwana tuondoke tuondoke. tuondoke. Baba nakushukuru si, sana bwana msaidizi si, si, baba mimi nakushukuru ndio umenipa shavu mm. baraka zako matamko yako mwezi yes. wa pili mi nataka nionyeshe Tanzania na dunia eh, wanaosema kwamba wakija hapa nyota zinaibiwa, niwaonyeshe mafanikio niliyo hapa. Kuna watu wamesema nyota. Mimi nataka niwaonyeshe kwa madhabahu hii uo nitamkia mara ya kwanza eh, na kunipaka mafuta nimeongezekaje eh, nimeendaje well, mpaka wazazi wangu nimewajengea nyumba. Oh, safi sana, safi sana, safi sana. Kwa hiyo ninachoamini mwezi wa pili baba, mm, uh, baada ya kumaliza finish ndo nitakuja sasa na kipita rasmi eh. Kwa baba, mimi nakushukuru sana ah, basi nishukuru, na mimi ngoja nikupe hela ya chakula <laughs> <Hey>, makubwa <laughs> baba eh? Nakushukuru baba, baba, baba nakushukuru sana, nami niwaombe watu ambao mna midomo kusemasema, endeni kusema kesho niko na nyinyi haleluya. Mimi baba naomba naomba baba eh, nisikae kimya kwa sababu wema wako uliotenda kwangu yes, na kwa watu wengi eh, na jana nimekesha mitandao, watu wengi eh, asilimia tisini na tisa ya watanzania wanakupongeza eh, sana shukrani, ah, eh, kwa baba alhamdulillah, asante eh, sana baba wangu eh, jamani <laughs> Nitasema mengi, tukutane huko. Mnaojua kuongea, mimi ni manasaba yenu, na nitaandika majina ya viongozi wa dini ambao ni wanatangaza uadui, wanafosi uadui kwa ajili ya baba yangu, nitawachapa chapa. A-a. Sa-a. Wewe sasa unaanza, huyu huyu anataka kuchapa, amna kuchapa, nenda kwenye kiti kaka. Asante. Baba amekataa bahati njema, asante <laughs> Baba sio watu na uwezo wa kuwakatisha tamaa kwa maneno, sio watu ambao unaweza kuambia wewe huwezi kufika popote. Hata kama wao wenyewe wakijiambia siwezi kufika popote, bado watafika. Kile ambacho wamekibeba ndani yao kitawalazimisha maisha nje ya kile ambacho Mungu amewaitia hayawezi kwenda.